Kwa hiyo mashekhe wote wa mikoa leo watatekeleza maagizo ya Mheshimiwa Mufti, haya kuyafikisha kwa waislamu. Waislamu ambao ni wa Tanzania ni wananchi katika nchi hii, yeye akiwa kiongozi wao anawaelekeza nini, wale anawaongoza kiroho na kiimani, kama mchango wake wa kuendeleza amani na utulivu katika taifa hili pendwa. Watukufu wa Islam, tadhakkaru ni'mat al-amni wal-rakha wal-istiqrar, kumbukeni neema ya amani, neema ya amani, hali ambayo mtu anayo ya furaha katika kutekeleza majukumu yake, lakini pia na utulivu. Umuhimu wa amani ametutaka mheshimiwa Mufti tuelezane, tukumbuke neema hii, ndugu zangu Waislamu, na hata hapa tulipo Waislamu kuambiana haya. Tukiwa na hali hii ya amani na utulivu, hii ni neema kubwa, tumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, vile vile tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ta kwa umoja huu tulionao, lakini pia na neno letu likawa ni moja. Hapa pana maimamu wengi, pana waumini wa misikiti kutoka sehemu mbalimbali. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili ni neema, tumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na tuzichunge neema hizi tuzilinde ndugu zangu wa islamu, kuna mchango mkubwa kutoka kwetu kwa mtu mmoja mmoja, na kwa viongozi, ili kuitunza neema hii ya amani. Tunapomuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kabla ya kumuomba yapo ya kufanya asili ya amani, utulivu, asili yake chimbuko lake ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anatutaka na sisi tuwe na kanuni ya kuendeleza hii amani na utulivu, tusifanye mambo ambayo yatasababisha amani kutoweka na utulivu kutoweka. Ni jukumu letu, na wakati huo sasa ndio tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiona vyaelea, ujue vimeundwa, na kama vimeundwa, basi maana yake unapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu nawe kuendelea kuvitunza hivyo vilivyo vilivyoundwa. Lakini wajibu huu wa kuilinda amani kwa mtu mmoja mmoja, na huku wakiwepo wasimamizi wa amani, ukicheka na ngedere utavuna mabua. Ukicheka na ngedere utavuna mabua, lazima wasimamizi wa amani na walillahi ham, kuna watu hawalali, kuna watu hawalali. Viongozi tuwafundishe waumini wetu wawe na uzalendo, lakini pia elimu ya uraia. Hapa tupo kwa utaratibu. Hapa uwanja kama mnavyoona, una mageti. Tuko hapa kwa utaratibu, tuna kibali cha sisi kuwepo hapa na kuyafanya haya, lakini viongozi wetu wamepewa maelekezo nini cha kufanya katika uwepo wetu hapa. Kwa hiyo lazima watu wasimamiwe, lazima watu wasimamiwe. Narudia kusema tena, wapo watu hawalali kwa ajili ya kuisimamia amani hii. Sasa, ndugu Muislamu mwananchi Mtanzania, usijizime data watu wa Islamu hata tunapokuwa misikitini na katika maeneo yoyote yale, tukiendelea kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amani na utulivu huko misikitini na ili unielewe kwamba kuna watu hawalali wanaisimamia amani hii. Wewe imamu huko msikitini usio kaidanganya ufanye unachotaka wewe unachopenda wewe, kinyume na utaratibu kwa sheria za nchi, alafu utaona habari yako. Sasa kwa Waislamu, Uislamu hata wenyewe ndio unamtaka Mwislamu awe na mchango mkubwa wa kutunza na kulinda amani, lakini pia kuwa na uzalendo. Watukufu wa Islamu, watafakaru fi hali aqwami, fikirieni hali za watu, iftakadu iftakaduma, ambao wameikosa amani kuna watu hawawezi kukusanyika kama hivi, wameikosa amani. Haya, tukielewa sasa, ndio tuendeni tukamwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wad'u rabbakum an yahfadha amnakum wa istiqrarakum, muombeni Mola wenu aihifadhi, aendelee kuhifadhi amani yenu